Ndugu viongozi na wananchi kwa jumla, hapa mlisikia wenzangu walikuwa wanatania wakitaja taja Kingala. Mzee Kingala ni mzee mmoja ambaye, alikuwa moja katika sifa yake, akisema ya utuume ni kujikaza. Ehe, na akijikaza kweli kweli kikuwa na mashaka yote yale. Sasa yeye aliwahi kumwambia Mzee Jumbe, najua wakati ule serikali kali kidogo, akamwambia Mzee Jumbe, mbona watu hununua punda wakapanda punda, sisi mbona tunanunua punda twapandwa ni punda? Sijui kama mshajua maana yake au vipi? Maana yake alisema alichokusudia ni kwamba serikali watu hupata serikali, ile serikali ikawa kazi yake kuwatumikia watu. Mbona sisi tumepata serikali imekuwa hii serikali yatutumikisha sisi, yaani imekuwa sasa ni mzigo kwetu, badala ya sisi itusaidie tupande twende na safari zetu, itusaidie katika mambo yetu sasa na mimi niseme kwamba tumepita katika ziara sehemu mbalimbali, na sio kipindi hichi tu, hata kabla ya hapo. Lakini msiba na maradhi makubwa tulionayo katika kipindi hichi ndani ni ya muda kidogo, ni malalamiko ya wananchi juu ya serikali katika mambo ambayo ni ya msingi tu, na hasa katika jambo la umekuwa ni mtihani mkubwa sana kwa kweli, imekuwa mwahala kuna watu wanaishi kwa unyonge sana. Kuna wengine sasa hivi hawajijui kama wapo katika nchi yao, au amekuwa, imekuwa nchi ni ya wawekezaji zaidi. Imekuwa nchi hii kama vile ana haki mwekezaji eh, au serikali ina haki kama kwamba hakuna wananchi, hakuna raia na msingi tuliojiwekea tokea huo wakati wa Mapinduzi, kwamba nchi ni ya wananchi na serikali kazi yake ya msingi ni kutumikia wananchi, na ndio ilikuwa tokea ilani ya Chama cha Afro Shirazi, na ndio ilikuwa misingi ya Mapinduzi. Lakini sasa tumeendelea imekuwa ukisha kuwa hilo kama ni kama vile limesahaulika. Mimi naomba kidogo nizungumzie kwa ufupi historia ya suala la ardhi, pengine itakuwa rahisi kunifahamu kwamba zile hatua ambazo sisi tunapanga kwenda kuzichukua si kwamba tunazitoa tu kichwani au tunasema tu kwamba labda ni siasa hatua tunazopanga kuchukua kutatua hili tatizo la ardhi kwa kulipatia ufumbuzi wa kudumu, lina msingi wake tena wa kihistoria. Si kwamba ni jambo limeanza jana au limeanza juzi. Kilichoondoka ni kimoja tu, ndugu zangu, ni uwajibikaji, kwamba hii serikali akikosea mmoja, nani anamuuliza mwenziwe lakini na pili, limeondoka ile uwajibikaji wenyewe kwamba mwananchi kwa kipindi kirefu sasa, umekuwa sie unayemweka yule wa kukutumikia. Tumeingia toke, na tulipoingia huu mfumo wa vyama vingi, imekuwa shida kubwa kwelikweli, kwa sababu sasa mtu anatafuta ile nafasi ya kushika serikali kwa nguvu imekuwa si kwa kauli yako we mwana wewe mwananchi ya kwa we mwana hivyo, imekuwa ile eh, mamlaka ya kwamba wewe mwananchi unavyotakiwa kwamba wewe ndio mwenye haki, ndio mfalme katika nchi hii. Ule ufalme ume ondo, na ndio msingi wa tatizo lote hili, kwa sababu ukiwa wewe kwa mfano una bodaboda boda yako tu wewe si ndio utakayetafuta dereva? Dereva huyu kwanza, ukifika pale, unataka hesabu, si dereva akupe? Au sivyo, ukimwona hafai, si utatafuta mwingine? Sasa hilo limeondoka. Imekuwa una boda boda yako, lakini huyu dereva ulikuja, ikatokea bahati ukampa, sasa hataki kutoa hesabu eh, na hata ukimuuliza mkali, amekuwa na kiburi cha ile kitu chako wewe mwenyewe. Kuna mamlaka sasa ya kumwondoa? Ni yeye mwenyewe anaejiweka, na yeye mwenyewe ndiye anaesema hapa, mimi siondoki tena. Imekuwa hadithi ya mgunya mmoja kule kwetu, alikopeshwa baskeli na shemigi yake ili afanye kazi ya uchuuzi. Wakakubaliana kwamba bwana awe amrejeshe amlipe kidogo kidogo, kidogo. Wakakaa <coughs> baada ya muda akaona hajalipwa chochote. Yule bwana mwalimu wa skuli akamwita akamuuliza, Selemani vipi, mbona hujanilipa mpaka leo? Akwambia akaambia, Maalimu Masudi kemie na kudaiwe wewe waje ndai mie lini, hiyo ile kuja kunilipa Mambia vile nikikuletea dagaa wafikiria mbure, yeah. <laughs> Yeah, acho jua hata kabla hajampa baskeli ilikuwa ni kawaida kimletea, hata akitaka kumlipa anamwambia ah, hii nimekuletea tu, lakini sasa kaligeuza kwamba ni eh, eh, sasa na we, uki, uki hata ukimwita huyo uliompa eh, akusimamia umdai anakuambia ke mimi nakudai wewe, hataki tena kutoa. Ndiyo yaliyo tukuta.